Zaidi ni kwamba, ndugu zangu, tuendelee kuilinda nchi yetu, tuendelee kuwa pamoja, kwa sababu hatuna nchi nyingine tofauti na Tanzania yetu. Kwenye upande wa business community, tunavyo regulate soko, tunaimarisha tuna uchumi, tunaimarisha mazingira mazuri ya ufanyaji biashara. Hizi artificial intelligence anaweza ikaexpand ikaleta faida kwa maana kwamba hata gharama za uwezeshaji zikapungua. Maadhimisho ya siku hii ya leo si tukio la kawaida tu, ni wito kwa kila mdau kutafakari nafasi yake katika kulinda masoko yetu. azi hii iliyotuleta leo, natamka kuwa maazimisho ya kitaifa ya siku ya ushindani duniani yenye kauli mbiu Artificial Intelligence, Consumers and Competition Policy yaani akili mnemba watumiaji na sera za ushindani wa kibiashara yamehitimishwa rasmi tarehe tano.